Ikiwa ni siku ya kumbukizi ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kampeni za Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA zimeendelea katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ambapo mgombea wa urais wa CHAUMMA Salumu Mwalimu ameeleza ni gani atafanya endapo atapewa ridhaa ya kuongoza nchi katika kuenzi falsafa za Mwalimu. Leo huduma zote tumejigawa, matajiri na masikini, taifa tunalijawa misingi iliyojengwa na Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere aliijenga kwa upendo mkubwa, aliijenga kwa dhati ya moyo wake, nchi iwe moja, tupendane, tushikamane. Leo tunagawa taifa, tunaligawa tunawimba wimbo uwimbo wa umoja na mshikamano, wakati tofauti ya kipato cha utajiri na umasikini kinaongezeka kwa kasi kwenye nchi hii. Chama Cha Ukombozi wa Umma cha umma kimeendelea kutoa ufafanuzi wa sera zilizomo katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Kwenye ilani yetu ukurasa wa sita umeeleza namna gani tunakwenda kuwasaidia wajasiriamali wadogo waweze kuondokana na changamoto kubwa ya kodi na jinsi ambavyo zinakusanywa. Kilimo kama uti wa mgongo wa wanaruangwa, tunategemea wakulima wakiwezeshwa, ndio tunaweza tukabadilisha hali zetu za kimaisha. Lakini kuna shida nyingi ambazo zinatukabili kwenye kilimo chetu. Tuna tatizo la bei za mazao yetu. Bei za mazao yetu haziendani na thamani ya jasho tunalotumia kwenye uzalishaji wa mazao haya. Pamoja na kunadi sera, wananchi wamekumbushwa elimu ya uraia pamoja na umuhimu wa kupiga kura. Emmanuel Kalemba, Azam News, Mtwara.